Imefika Dodoma makao makuu ya nchi kutoa mafunzo kwa ajili ya usimamizi wa viuatilifu, mafunzo yanayolenga kuwajengea uwezo wa wadau wote wanaojishughulisha na viuatilifu kuifahamu sheria na kanuni, mambo yanayokatazwa na mambo yanayotakiwa kufanyika, lengo likiwa ni kulinda usalama wa watumiaji wa mazao yanayotokana na matumizi ya viuatilifu. Lengo lingine ni kuhakikisha kwamba udhibiti unafanyika kwa ufanisi, kwamba watu watajua kwamba wakitumia kanuni hizi ambazo zimeidhinishwa wataweza kuzalisha mazao ambayo yatachangia katika uchumi wao binafsi pamoja na, na, na, na, na kupata masoko mbalimbali mbali ya kimataifa, kwa maana ya kuifahamu sheria na kanuni kufahamu kwamba viuatilifu vinatakiwa vitumike kulingana na maelekezo kulingana na namna ambavyo vimesajiliwa kulingana na visumbufu lengwa ili kuwa, kuweza kuleta uh, matokeo yaliyochanya na faida ya masoko hapo baadaye tunawajengea uwezo pia kutambua visumbufu mbalimbali mbali. waweze kujua kwamba visumbufu hivi ni wadudu ni fangasi na vingine ili waweze sasa kujua namna bora ya kuvidhibiti. Zaidi sana tunawajengea uwezo kwenye masuala ya unyunyiziaji na upuliziaji wa viuatilifu mashambani. Hapa tunasisitiza sana kwenye mvizio na matumizi sahihi ya vifaa vya bomba kuweza kunyunyiza viuatilifu na kuleta ufanisi. Tunawajengea uwezo pia kuvitambua viuatilifu vyenyewe, kujua viuatilifu vipi vimesajiliwa, vipi ambavyo vimehakikiwa ubora wake, vipi ambavyo vinatakiwa kutumiwa kulingana na visumbufu lengwa, vipi ambavyo havitakiwi kutumiwa kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa mfano, viko viuatilifu ambavyo vinatakiwa kutumika kwenye ufukizaji, watu wanatumia vibaya kuhifadhia nafaka. Sasa hii yote tunafika kuwaelimisha, kuwaelimisha wadau wetu ili wapate kufahamu na kuvitumia viuatilifu katika njia ambazo ni bora na ni sahihi kabisa. Kwa hivi tunavyojengea wadau wetu uwezo, uh, ikiwemo eneo hili la Dodoma, ni matarajio yetu kwamba uh, wadau wetu sasa wataenda kuvitumia viuatilifu kwa usahihi. Wale ambao ni maafisa kilimo wataenda kuelekeza uh, namna bora ya kutumia viuatilifu, na wale ambao ni wapuliziaji na wanyunyiziaji wataenda kupuliza na kutumia viuatilifu vizuri mashambani na mwisho wa siku, eh, viuatilifu sasa vitatumika kwa faida kubwa kuliko ambavyo vingetumika, uh, ovyo hovyo. Sasa wataenda kuvitumia kwa, na, kwa namna ambavyo eh, wamepata maelekezo kutoka kwenye mamlaka. Nenda kuchukua fursa hii kuishukuru Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu kutuletea mafunzo haya muhimu sana kwa wakulima wetu, wafanyabiashara wa pembejeo, hasa katika matumizi sahihi ya viuatilifu. Mafunzo haya ni muhimu kwa sababu wadau hawa wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo, maana yake viuatilifu, hawa ndio extension namba moja kufikisha elimu ya ugani kwa wakulima, kwa sababu wakulima wengi wanaenda moja kwa moja kupata huduma katika maduka ya pembejeo na pale pale ndipo anapopata ushauri wa matumizi sahihi ya viuatilifu, ukizingatia kwamba Dodoma ni mji unakua kwa kasi sasa hivi kutokana na mpango wa serikali kuhamia Dodoma sasa hivi. E, kwa mazingira haya uzalishaji wa mazao hasa ya mboga mboga na matunda ambaye ndo mazao yanayotumia viuatilifu kwa wingi sana, imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu wamefika wakati ambapo ni mwafaka sasa kuhakikisha wananchi wa Dodoma wanakula mazao ya chakula na mbogamboga mboga, na matunda yanayodhibitiwa kwa viwango sahihi ya viuatilifu. Bila kuleta athari katika afya ya walaji. Kwa fursa hii kwa kushukuru halmashauri ya jiji la Dodoma kuweza kuyapokea mafunzo haya pamoja na halmashauri za jirani za kanda ya kati. Mafunzo haya yameratibiwa na halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kushirikiana na mamlaka ya afya mimea na viuatilifu kanda ya kati Dodoma ambayo imechangia E, washiriki kutoka mikoa ya, ya, ya kanda ya kati karibu mitatu au minne mikoa Singida, Dodoma, Iringa wote walikuwepo hapa katika mafunzo haya. Mafunzo haya ni mazuri kwa wakulima, wafanyabiashara na hata wataalamu, kwani tunajifunza jinsi gani viuatilifu kwanza vinatumika pili na jinsi ya kuchanganya hivi viuatilifu katika kupulizia mashambani. Mimi nilikuwa sijui kwamba mabomba yanayotumika kupiga viuatilifu yanasajiliwa, lakini kwa mafunzo haya nimeweza kujua kwamba mabomba yanasajiliwa. Tumekuwa tukiona mabomba mahala, ukilitumia mara linaharibika mara linafanyaje, kumbe mengine huenda hayajasajiliwa. Kwa mafunzo haya nimejifunza. E, taasisi ya TPHPA tunaishukuru sana, kwani inaendesha mafunzo ambayo nilengwa kabisa kwa wakulima. Nilivyohudhuria mafunzo ya TPHPA kwa kweli, nimejifunza mengi sana, mengi na kumbe tulikuwa nafanya makosa mengi sana kule, maana kuna vitu ambavyo nilikuwa sivijui kabisa. Ni vitu vingine ni vidogo tu, kwa mfano hata mambo ya nozo tu nozo mi nilikuwa sijui kwamba kumbe kuna nozo ambazo zinafaa kwenye viuatilifu vya nani, vya fangasi, vya wadudu, vya magugu. Nilikuwa sijui nilikuwa naona tu vyote ni vinaenda tu. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja, pia nimejifunza sana, lakini pia kuna kitu ambacho nimejifunza ambacho tunawakosea hata wale wakulima kule, vyote hatujaweza kuwaelekeza. kumbe kuna uwezekano wa kufanya tathmini kwamba hiki kiuatilifu kinaweza kikatosha ukubwa gani, au ninapokuwa na eka nichukue kiuatilifu chenye ujazo gani, kwamba kuna mahesabu yake. Tulikuwa hatujui, lakini tumeweza kujifunza hapa. Wito wangu, wale ambao hawajajifunza, wale wanaouza haya maduka ya pembejeo au ya viuatilifu, mimi nawashauri kwa kweli waje wapate hayo mafunzo ili waweze kuwahudumia wakulima kikamilifu.